Ni dhahiri kuwa hatua hii itaimarisha mshikamano na ushirikiano baina yetu, serikali, waajiri na wafanyakazi kupitia vyama vyao. Nyote ni mashahidi wa nia na dhamira njema ya serikali kwa wafanyakazi wake. Serikali imeendelea kuchukua hatua za kuboresha maslahi ya watumishi wake kwa namna mbalimbali, ikiwemo kulipa nyongeza ya mwaka ya mshahara, yaani annual salary increment, kuwa na mfumuko wa huduma kuwa na mfuko wa huduma ya afya kwa wafanyakazi wake pamoja na kushughulikia marekebisho ya maslahi ya watumishi baada ya kuibuka kasoro za malipo yao kufuatia kuanza kutumika ongezeko la mishahara ya wafanyakazi. Wito wangu kwenu wafanyakazi nyote muendelee kutekeleza majukumu yenu kwa bidii, maarifa, uadilifu na uzalendo huku mkitanguliza maslahi ya taifa letu mbele. Nawapongeza kwa kauli mbiu ya mwaka huu ya, ya, ya, ya mwaka 2025 inayosema wafanyakazi tufanye kazi kwa bidii na nidhamu, tudai haki zetu kwa mujibu wa sheria na tushiriki katika uchaguzi mkuu kwa amani. Moja, tuishukuru serikali kwa kuimarisha amani, kufanya jitihada kuimarisha amani katika nchi yetu kiasi kwamba wafanyakazi tunafanya kazi zetu bila wasiwasi wowote chini ya uongozi wako Mheshimiwa Rais. Hatua za kuimarisha uchumi wa nchi, jambo lililopelekea serikali kuweza kusimamia miradi mbalimbali mbali ya maendeleo kwa faida yetu wafanyakazi na wananchi, kuimarishwa kwa huduma za jamii zikiwemo afya, elimu, miundombinu ya umeme, usafiri, mawasiliano, makazi, uvuvi, kilimo michezo, biashara na sanaa. Tunakushukuru sana, Mheshimiwa Rais. Aidha, kuimarishwa kwa miundombinu ya, ya huduma za jamii ikiwemo hospitali, skuli, bandari, njia za umeme, mawasiliano, viwanda na uwekezaji. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa mafanikio haya. Mafanikio mengine ni kuimarishwa kwa haki za wafanyakazi pamoja na kupatikana kwa fursa za ajira kwa wananchi, ikiwemo wananchi huwezeshwa katika masuala ya kujiajiri, nyongeza za mishahara, mifumo ya mishahara, posho za likizo, usafiri na mafao ya vinuwa mgongo na maslahi ya wazee. Tunakupongeza sana mheshimiwa Rais ndani ya kipindi cha mwaka mmoja kuanzia Mei Mosi ya 2024 hadi Mei Mosi hii ya 2025, tayari tumeshafanya vikao vya wadau vitano na hoja kumi na sita zimejadiliwa, hoja kumi na moja za zato na hoja tano ni za nema. Miongoni mwa hoja hizo zipo ambazo hatua zake za ufumbuzi ni endelevu. Kiukweli wafanyakazi tumekuwa na imani na uongozi wako kwa namna ambavyo unatujali na kututhamini, lakini pia kuwa pamoja na karibu zaidi na vyama vyetu vya wafanyakazi kazi. Mheshimiwa Kumagosuru, mwenye macho haambiwi tazama. Tangu uingie madarakani kuiongoza serikali hii awamu ya nane kwenye sherehe zetu, Mheshimiwa hujawahi kuwepo kuleta mwakilishi wa kiliambali kutukatalia. Tunakushukuru no, sana sana sana. Mm yes. Yes.